fi lhayati ddunya wajibril wamikal fainna llaha aduwwun lilkafirin. Yafuatayo ni matokeo ya musabaka wetu huu wa siku yetu ya leo. Jumla ya washiriki katika musabaka wetu huu wa leo walikuwa ni washiriki kumi na moja na mwanafunzi aliyeshinda nafasi ya kwanza katika musabaka wetu huu ni mwanafunzi Abdallah Uthman Abdallah ambaye amepata alama 98.5. Mwanafunzi kwanza amepata fursa ya kushiriki mashindano ya kitaifa au ya kimataifa ambayo yatafanyika siku ya Jumapili lakini vile vile mwanafunzi wa kwanza na wa pili kwa hawa wa Zanzibar, mmoja wao ambaye atakayemtangulia mwenzake katika hayo mashindano makuu atapata package ya kwenda kufanya ibada ya hija. Takbiri, Allahu Akbar. Mshindi wetu wa pili ni mwanafunzi Muslim Salum Saif ambaye amepata alama 98.0 Mwanafunzi naye vilevile atapata nafasi na fursa ya kushiriki mashindano ya kimataifa ya siku ya Jumapili pamoja na kuwania hiyo zawadi ya kwenda kutekeleza ibada ya hija. Mwanafunzi amezawadiwa pesa au fedha taslimu shilingi laki saba. Takbir, Allahu Akbar. Washiriki wetu walioshika nafasi ya nne ni wawili ambao wote wamepata alama 97.0, nao wajibu tunao wajibu wa kutusaidia kwa, kwa hali na mali kuweza kufanikisha haya. Kwa hivyo niseme tu kwamba natoa wito, natambua kwamba tunao wafadhili ambao wamekuwa wakitusaidia miaka yote hii wakati mambo haya yanaendelea, lakini tunahitaji wafadhili wa ziada na, na vile vile hao wa kila siku pia wanahitajika sasa kuongeza nguvu zao nafasi yangu nimesimama kutoa wito kwetu sote Waislamu, kila mmoja kwa uwezo wake. Kuna wenye kikubwa, kuna wenye kidogo, lakini dhamira iwe ni kusaidia mambo haya ya dini, ili sote tuweze kuchangia kwa namna moja ama nyingine. Kwa hivyo nakuombeni, ndugu zangu mliopo hapa na wale ambao hawako hapa, wananisikia kupitia vyombo vya habari, tujitahidi kuwa wepesi wa kuchangia mambo haya ya heri. Leo unapoona kuna vijana kama hawa, na hili ni kundi moja tu ambalo limefika hapa, walianza wengi hapa, unaona kabisa kwamba ndani ya nchi yetu tuku, tukidumisha utaratibu huu tutapata vijana wengi waliohifadhi Qurani. Kusoma Qurani na kuhifadhi kunahitaji jitihada maalumu kwa mwanafunzi pamoja na waalimu wao ili kuweza kufikia umahiri huu ambao vijana wetu wametuonyesha leo hapa. Nachukua nafasi hii kuishukuru sana kamati ya maandalizi ya mashindano haya ya Jumuiya ya Kuhifadhi Qurani Zanzibar kwa kuendelea na utaratibu huu, kwani mbali na kutoa fursa ya kusomwa kwa kitabu kitukufu cha Qurani, vile vile kunawezesha kurithisha kwa vijana wetu mwenendo mwema wa kupenda kusoma na kuhifadhi Qurani. Ni dhahiri kuwa utaratibu huu unatuwezesha kuandaa mashehe wetu. Shukurani ni kitu kimoja muhimu sana sana. Kumshukuru mtu kwa jambo lilokufanyia la heri, basi ni kitu kimoja kizuri sana. Sisi tutaendelea kukushukuru na ku uiweke ile manzila yako katika mambo haya ya heri, alhamdulillah. Hata hivyo tutazamwe tu kwamba sisi ni walimu wa madrasa ya taasisi yetu tulo wengi, kwa hiyo tuna, tuna ratibu haya mambo na tuiweza kufika kama huko katika hali ya kwamba mbele yetu iko Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, lakini vile vile tuwe na watu binadamu wenzetu ambao Allah subhanahu wa taala kawafadhilisha katika neema yake wapo wao na wametajwa Qur'an al-Karim, nao watu boost pale. Tutakapokuwa tuko tayari sasa, tunahitaji mchango wenu tukiwezekana likiwezekana hilo, kama tutashirikiana basi, mheshimiwa rais eh, utaiona Zanzibar itakavoka